tushikamane kurudisha umoja wa kitaifa. Tumeongea na wenzetu wa TEC, tulikutana kidugu, kirafiki, tunaongea. Tumekutana na wengine wengine, na wao wanaendelea, tumekubaliana na hapa. Nitumie jukwaa hili kuwaomba viongozi wote wa dini, viongozi wote wa dini mbali mbalimbali, viongozi wote wa mila, viongozi wote wa makundi mbalimbali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 turudishe umoja wa kitaifa sote, twendeni tuambizane kwenye ibada. Tukienda njia hii tuliyotaka kuifuata, hakuna atakaye shinda, tutapoteza taifa, hakutakuwepo na mshindi. Hili si jambo la kuonyesha ubingwa kwenye kuk kukomoa taifa letu